Karibu katika Smax Films, safari iliyoishia kuwa ya majonzi. Huko mji mtukufu, joto la asubuhi la mwezi Agosti lilikuwa lenye baridi kidogo, likionyesha ukomo wa kipindi cha baridi. Katika shule ya sekondari ya Ushindi hewani, kulikuwa na furaha isiyo ya kawaida. Ilikuwa ni siku ya ziara ya kielimu kwenda mbuga ya taifa ya Mikumi. Ziara hiyo iliyopangwa na idara ya sayansi ilikuwa tukio la mwaka linalosubiriwa na wanafunzi wote, hasa wanafunzi wa kidato cha nne ambao walikuwa wakimaliza masomo yao. Katika ofisi ya kuandika, mwalimu mkuu Bwana Magufuli alitoa mwongozo wa mwisho wa mwalimu wanaosindikiza Bwana Kijazi nabii Mwantumu, na wategemea sana muhimu ni usalama wa wanafunzi wetu. Hakikisha kila kitu kiko sawa. Bwana Kijazi, mwalimu mwenye ujasiri na uzoefu, alitikisa kichwa kwa uhakika. Hakuna wasiwasi mkuu, tutawaleta wote kwa usalama dhairi. Uwanja wa shule ulikuwa na ghasia ya furaha. Wanafunzi walikuwa wamejikusanya na mabegi yao madogo, wengine makubwa. Miongoni mwao kulikuwepo na Jabari, mvulana mwenye bidii aliyekuwa mwanachama wa timu ya mpira wa mguu, Zahara, msichana mwenye akili na ndoto kubwa ya kuwa daktari; Kibo, mwenye tabia ya kuchekesha na kuleta furaha kila mahali; na Neema, mwanafunzi mwadilifu na mwenye huruma kuliko wote. wote wote walikuwa na furaha kubwa sana wakijadili kuhusu wanyama wa polini waliotarajia kuwaona. Basi kubwa la shule lenye rangi nyekundu na nyeupe lilipowasili lilisababisha vigeregere vya furaha baina ya wanafunzi na walimu. Dereva Bwana Charles alikuwa mtu mwenye umri wa makamo na tabasamu. Aliwakaribisha kwa mkono wazi: karibuni watoto wangu, basi langu ni la kwenu leo, tutafika Mikumi kwa usalama kabisa. Wanafunzi walipanda kwa haraka, wakishindana kuchagua siti na madirisha yaliyo karibu. Basi lilipoondoka ugenini wa shule, wimbo wa shule ukaimba kwa nguvu. Bwana Kijazi alizunguka kuhakikisha kila mtu anayesafiri atakuwa salama. Bi Mwantumu, mwalimu mwenye upole na umakini, aliwaonyesha wale waliosimama, watoto tafadhali kaeni chini na fungeni mikanda yenu kwa usalama zaidi. Njiani, <laughs> mazungumzo yalikuwa ya kufurahisha. Zahara alikuwa akisoma kijitabu kidogo kuhusu wanyama wa Mikumi. Jabari na Kibo walikuwa wakicheza mchezo wa kigugumizi kwenye simu. Neema alikuwa ameketi na rafiki yake wakichora picha za miti na milima waliopita. Hali ya hewa ilikuwa nzuri, jua likiangaza na upepo mkali ukivuma kupitia madirisha ya wazi. Kila kitu kilionekana kwa uzuri kabisa. Bwana Charles, je, barabara itakuwa salama? Basi lilipokaribia eneo la Morogoro, hali ya anga ilibadilika ghafla, mawingu meusi yalianza kujilinda, upepo ukawa mkali zaidi, na mvua ndogo zilianza kunyesha. Bwana Charles alionyesha wasiwasi kidogo, aliongeza kasi ili aweze kupita eneo lenye mvua kabla ijawa kubwa zaidi. Ninafikiri ndiyo, bwana Kijazi, Bwana Charles alijibu, lakini alikuwa akikaza macho kwenye barabara. Lakini mvua inaweza ikaleta matatizo. Ghafla basi liliharibika kwenye mwendo mkubwa, basi lilianza kushuka kwa spidi. Mlango wa mbele ulibanjuka na kuanza kuingiza maji, wanafunzi wengine walipiga mayowe kwa uchungu. Lakini bwana Chazi aligundua shida, breki zilikuwa zimeshapata unyevunyevu, na kila akijaribu kusimamisha gari alikuwa awezi kabisa, yani, bidii zake zote ziligonga mwamba. Basi lilikuwa likishuka kwenye mteremko mrefu. Bwana Chaza alijaribu kutumia breki, lakini gari lilianza kuteleza kwa kasi. Shika shika kitu chochote! Bwana Kijaza alipiga kelele kwa sauti kubwa, lakini hawakuweza kufanikiwa kwa kitu chochote. Bwana Chaza alijaribu kudhibiti gari, lakini lilianza kuzunguka na kuteremka kwenye kivuli cha mwamba. Kuna mlio wa kukwaruza kwa matairi kukaenea kabisa. Kulikuwa na utulivu wa kutisha muda mfupi, kisha kelele za maumivu na mwayoye zilianza. Basi lilipinduka vibaya mnona mbiwa, basi lilivunjika na kubaki katika mabaki mabaki yakiona, vifaa vilikuwa vimewaka chini pakupasukapasuka pasuka. Damu ilikuwando inatiririka na kuenea kila mahali mwa basi lilipopata ajali. Jabali alijikuta akiwa na mkono uliovunjika, lakini alikumbuka rafiki yake Kibo aliyekuwa amelala chini bila kujua chochote. Aliita jina lake kwa hofu. Dhara alikuwa amejikuta akiwa na jeraha kubwa kichwani, akijaribu kusimama na kusaidia wenzake. Neema alikuwa amefungwa na kiti na kuweza kabisa kuondoka, kwa sababu goti na mguu wake vyote vilikuwa vimeshavunjika. Bwana Kijazi alijaribu kuwasaidia wanafunzi hata alikuwa na jeraha kubwa la miguu. Bimantuma alikuwa amezimia, lakini aliamka na kusikia mayoyo ya wanafunzi wake. Bwana Chazi alikuwa amenyongonyea kwenye kiti chake akiwa na jeraha la kichwa, kuweza kusema kabisa. Baada ya muda mfupi, wasamaria mema walijisaidia ili wawasaidie wale watu waliopata ajali kupata uokozi. Waliokufa walitolewa kwa heshima. Kati yao kulikuwa na Kibo aliyekuwa ndiyo mcheshi wa darasa na wanafunzi wengine wawili wengine walikuwa wamejeruhiwa vibaya sana. Zara alipelekwa hospitalini kwa haraka akiwa na matumaini ya kupona. Habari za ajali zilienea kwa kasi mji wa Mkufu. Wazazi walikimbilia hospitalini wakiwa wali na hofu juu ya wanao, waliopoteza maisha watoto wao walilia kilio cha moto waliojeruhiwa. Shule ilikuwa na huzuni kubwa. Bwana Magufuli alitangaza siku sita za majonzi, na shule ikafungwa mara moja. Jabari na neema waliosalia walihisi huzuni kubwa. Walikumbuka siku zote walizocheza na kibo na wenzao wengine waliopoteza maisha. Kila wakiwaona darasani, walipata kumbukizi ya wenzao ambao hawakuwa nao tena pamoja. Baada ya majonzi, shule ilipata masikitiko makubwa sana, lakini ilibidi wakubaliane na hali. Hadithi ya safari iliyoishia kwa majonzi ikawa somo kwa kila mtu. Wazazi walianza kukazana na usalama wa watoto wao, kuwafundisha mbinu zote za so usalama wa barabarani. Na hivi ndivyo ilivyokuwa hadisi ya safari iliyo kuwa na malengo ya kuelimisha na kufurahisha wanafunzi, lakini ikamalizika kuwa ya huzuni na machozi, lakini pia iliyoishia kuwa mbaya. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu, na hii ni Smax Films, inaitwa sma X aka Smax King of Arts. Usisahau ku subscribe, ku like na ku comment ili uwe updated na video mpya itakayofuatia. Namaste.